Ha, mea nakuitwa Sidahari Ramadhani Umadi mkazi wa Matazi Makunduchi. E, Mama Samia kemetutendea mengi tu, hatuyesi mambo yake kuya ya sifu yoti tu, kemetutendea mengi tu, hayawezi kusemekana kuwakatutende nini na nini, mengi tu ameyotutendea Mama Samia e, mwakani a Oktoba tena tuchamkakura tukajaliwa wote wote gani mama, ni mambo gani? Ma skuli tunazona nzuri tu, hospitali nzuri tu, kila kitu, kusema tutendea uzuri tu, tunavyona vitu. Nani akina mama kama kina mama, mnapoenda hospitali kujifungua, je, mazingira ya koje? nayokona hakuna hakuna matatizo, kusema kweli. E, sema tutendea mengi tu hayawezi kusemeka, katutendee nini na nini mengi kwa, ah, kura zote tumke yeye tu mama na mweziwe baba mm. Mm. Mm. Uh, zetu majumbani mwetu kwa wingi, tuende tukampigie kura baba na mama, diwani, mbunge, wakilishi aya <coughs> <coughs> asante. Nawe baba aya, we tuka, e. Aya, aya. Asante nawe <coughs> karibu kwetu kae. Aya anajina nakuta Maulidi Miraji ya Abdala na kamatazi Shea anganani. Kusema kweli, Mama Samia tunamshukuru na tunampongeza kwaneetutendea Tunayona kwa hiyo ahadi yako kubwa. Oktoba, wakati wa uchaguzi mkuu, ahadi yako kubwa ni nini? Ni chama cha CCM kingaza tena, hata kama sinavata kitu haya chama kingaza na wagombea wote watao wanagombea CCM, hata kama litulabwe wakkaebwe liwe linataka lidiliwe kura kuna kwa CCM alitilia. Kwa maana hiyo viongozi wetu Samia, baba Hussein, mwakilishi wangu Haruna, eh, diwani wotinawatilia kura kunako CCS. Heya, kunako afya kidogo tabu zingali zinatupata kwa vetu Zanzibar, hasa uko Lumumba. Asante sana mama, asante hey sana mama hey. uh -huh. Hey, karibu sana naomba, unaweza ukaelezea ni manufaa gani ambayo umeyapata kipindi cha rais wa Jamhuri ya Muungano hey, Samia Suluhu Hassan. Hapa sasa anagombea tena E, urais kupitia chama cha Mapinduzi. Wewe kama mama wa Kizanzibari, hebu e, naomba ujitambulishe na uelezee ni kitu gani kitakufanya upigie upige kura mama Samia. Kwa jina anaitwa Mwachum Shakaali, mkazi wa Kizimkazi Mkunguni. Manufaa tumeyapata kwa sababu tume skuli anatujengea mama Samia, hospitali. Kwa hivyo tunafaidika na uongozi wake. Uh, mambo mengine yeah, yeah. Hasa kile akina yeah, mama mnapoenda hospitali, je, yeah, maboresho apojo maboresho mazuri. Maana kama mesha ya yangu mm. ametujengea hospitali badala yako yko watu sasa hivi waende Kitogani au Makunduchi wanajifungu hapo hapo, na huduma zipo nzuri mm. unaahidi nini Oktoba? ah, Oktoba tunaahidi mama Samia tutano tena. na unatoa utogani kwa wananchi wengine wa Zanzibar Wito wangu wa Zanzibari wote inapofika tarehe 29 Oktoba, tukachague viongozi wetu wote wa CCM. Okay, asante sana mama. Hai. Asante. sana. Asante na wewe. Hai, mama. Hai. Hai. Ya hawa ni akina mama eh, wa Zanzibar wakielezea ni eh, manufaa gani wamepata kupitia uongozi wa Rais Samia katika kipindi chake cha miaka 4. We, mwenyewe umesikiliza na umewaona sasa, na ahadi walizozitoa. E, aliyewaletea tukio hili kutoka hapa Makunduchi, e, mkoa wa Kusini Unguja, ni mimi Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.